ciaca cia gwaka bururi ciaca cia ati andu maracindana iria ikoretwo igithii na mbere ti njega na bururi uyu ungiaga kwirorerwo kana ungiaga kwihugwo no tucoke handu hatari hega muno miaka mihituku miaka almost yerekeire gukinya twenty two seven ni twonire uria andu makuire angi matiri mahota gugicokereria angi ona matiri mona gwa guikara ni tondu wa ciaca iria ciathakirwo kwa ihinda riu. Ngenda kwaririria political leaders na ari korwo no mutumire tu mwike ciaca cia kuheana itio, ciaca cia kuhunjia thayu, cindanai based on based on manifesto, ni tondu gucindana ti kuru, tondu wananchi nio magagitua matua, wananchi nio makoiga kana ni one term kana ni two term. Riu hau ni matua ma wananchi. Nii uria ingienda kuuria, ingienda ku advocate gukorwo na thayu Gukorwo na political stability, na njoke njuge ati gukorwo na political tolerance, andu maga tolerate aria angi, andu makomiriria aria angi, na njoke njuge andu mangiambia gu change politics at this stage, I would say it is too early, it is too early, andu kwambia kurehe ciaca, gu change ciaca thaa ici, matingiruta, koguo undu ucio wahanika kuria Witima ACK ni kwagirirwo gwikwo research kumenyeke niki giathie na mbere thina wokira ha na thirikari ikioneka